Swala so, la uhaba wa maji katika maeneo kame nchini linasalia kuwakosesha utulivu wafugaji na wakazi katika maeneo hayo, hatua ambayo imelaumu imelazimu ni weradhi mashirika ya serikali kuingilia kati ili kuwaondolea dhiki ya kusafiri mwendo mrefu kusaka bidhaa hiyo muhimu. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu kutoka Samburu. Kwa umbali utadhania ni mnada wanakofika wafugaji ili kunadi mifugo ila ni mifugo wameletwa kukata kiu ya maji. Na mkabala nao ni makumi ya wakazi wamepiga foleni kuteka maji. Shida, shida kubwa sana ya maji. mtu umebeba mtoto mgongoni, umebeba jerka na pia huko na mifugo, almost 3 hours ukitumia ukienda na kurudi

Meshukuru sana kivideo kwa kutupatia hii maji samani, tulikuwa tunateseka sana, tunaenda kutoa maji mbali kilomita ishirini na tunashelewa hata kwa kasi, kwa makasi ya nyumbani kwa sababu ya kutoa maji mbali. Sasa tunashukuru sana. Awali, kabla ya kutekelezwa kwa mradi huo wa maji na shirika la ustawi na maendeleo katika bonde la Kerio KVDA, wakazi walikodolewa macho na hatari ya kuvamiwa na wanyama pori wanaposaka maji. Kuna wanyama ambayo walikuwa wanatembea hapa na pale, na pale na alisababisha hata kifo ya watu. Kuna watu walipoteza maisha kwa sababu ya eh, kumangamanga usiku kutafuta maji, lakini saa hii tunashukuru pia kwa sababu unatoka tu unakuja, unachota maji unaenda, saa hii hata kurisa ah. watu yote, watu tatu mekuliwa na wanyama sababu ya hatari ya, ya shida ya maji. Tunasema Samoei Ruto mashimo yetu amesaidia sisi sana asikajaribu, asikajaribu kuvunja KVDA. Aidha, uwepo mradi huo wa maji umewezesha wakazi kukabili tatizo la utapia mlo kwa kufanikisha kilimo cha mboga na matunda. Kuna wale pia uh, wanatumia pesa mingi kwenda kununua mboga uh, tukasema tutafanyaje hii maji tusaidie pia sisi uh, tupate pia mboga kwa ukaribu. Tunasema acha pia tufanye uh, kilimo hapa karibu, ili wale ambao wanakuja kuchota maji wanapata mboga kwa ukaribu. Miradi hiyo ya maji imetekelezwa na shirika la KVDA katika maeneo ya Piror, Limisigioi na Nkuroto, Samburu Maharibi. Wakazi wa hapo wanapoungama kushusha pumzi kuhusiana na dhiki ya kusaka maji. Kilio cha wengi ni kutaka miradi kama hii kufanikishwa nyanjani ili kuwarahisishia wenyeji kupata maji. Bonface Barasa, Runinga Citizen, eneo la Lemisigioi, Samburu.